Ujambo na karibu katika makala ya siha njema. Mimi ni Arol. Nchini Kenya, kumekuwa na baadhi ya malalamishi kuhusu ubora wa maziwa yanayouzwa kwenye maduka kadhaa ya umma yakiwemo maduka ya jumla. Baadhi ya watumiaji maziwa wamedai kupata maumivu makali ya tumbo, kuendesha au kuwa na gesi tumboni. Wapo walioripoti maziwa kuharibika kabla siku iliyochapishwa kama ya mwisho ya matumizi licha ya kuhifadhiwa ipasavyo. Na haya ni pamoja na maziwa ya muda mrefu kama siku tisini ambayo hupitia michakato zaidi ili kuweza kudumu. Je, kulikoni? Tunaangazia haya katika makala ya siha njema juma hili. Kwa kuanzia makala haya niliwasiliana na bodi ya kudhibiti maziwa nchini Kenya kufahamu kama pia inafahamu kuwepo tatizo hili. Kwa majina, mi naitwa Margret Kibogi, managing director ya Kenya Dairy Board. Sisi ndio tunasimamia uh, uh, maziwa Kenya mzima, kuangalia usafi. Kazi yetu ni ku test maziwa, tuko na laboratory hapa Nairobi, uh, yenye inaangalia maziwa, pia tuko na mobile laboratories kwa branches zetu zote Uh, Kenya nzima tuko na branches 27 yenye inaangalia usafi ya maziwa. Kwa wale wenye wamepata shida tunasema pole, lakini tunataka kuambia watu na mafamilia wakunywa maziwa yenye e, imeprosesiwa. Kama maziwa uh, unataka kwenda kununua, uhakikishe kuwa maziwa yenye inanuliwa ni kwa license, wenye wamekuwa license na Kenya Dairy Board. Sana sana shida ni handling ya maziwa. Kama mtu anaweza nunua maziwa yenye iko halt yenye haiko license hapo, basi inaweza pata shida hapa na pale ya tumbo. Na huwa tukipata shida kama hizo, tunaenda kuchukua sample ya hiyo maziwa, tunaangalia ni nini inaweza kuwa ili, ilisababisha hiyo shida. Maziwa yote yenye iko process, either iko long life iko pasteurized, kwa maziwa yote yenye unapata kwa supermarket yenye iko kwa pakiti, imekuwa actually certified, iko mzuri kwa sababu all processes. Sisi kama Kenya Dairy Board tumewapea license na pia tuna sample maziwa yao, inaenda through laboratory. Pia tunahakikisha kila processor ako na uh, laboratory pia kuangalia ya maziwa before iwaze kuprocess na after processing pia wanaiangalia ni maziwa mzuri. Maziwa yote Kenya, naweza kuhakikisha kuwa maziwa yenye imeenda through processing ni iko sawa na iko salama kama kuna shida lolote tunafanya ile inaitwa recall, tunatoa kwa shelves, alafu angalie ni nini inaweza kuwa ilisababisha uh, shida yenye inaweza kuwa, lakini kila mara hiyo maziwa yenye iko either long life iyo fresh ile pasteurized maziwa yote yenye iko kwa shelf inakuanga mzuri. Tumetest na tunaangalia kila mara, tunafanya random sampling na tunaipeleka kwa lab yetu kuangalia kama wamemit yo standards because tuko nchi ndio tuna set standards ya milk and milk products yote Kenya mzima, pia tuna set na East Africa region na pia globally through ile inaitwa Codex. So maziwa yetu yenye iko kwa supermarket yenye iko kwa soko inakuanga maziwa safi na inakuanga bora. Tunataka kuomba wote wenye wako na shida kama hilo, wakuje watupigie simu, watutumie ile barua ya email wanaweza kukuja kwa ofisi yetu kulalamika kama kuna shida lolote, kutuambia ndio tuangalie ni maziwa gani ndio iko na shida, kama liko na shida kweli ama shida ilikuwa chakula ingine, labda mtu alikula saa ingine tu, tu, tukipata hiyo mashida wanasema hawakukunywa hata maziwa, walikuwa ma, wamekula chakula ingine. Hivi majuzi tulipata lalamiko kama hilo mahali wakasema ni maziwa, saa zile tulienda mahali pale tukapata tu maziwa yenye watu walikunywa ni watatu watatu, lakini wenye wamepelekwa hospitali ni wengi. Saingine inaweza kuwa chakula ingine na labda sio directly maziwa, lakini tunataka ku encourage mtu yoyote mwenye amepata shida aa, kwa tumbo ama kwa familia yake watupigie simu mara moja. Tutakuja pale tuchukue hiyo samples tupeleke kwa lab, tuangalie shida liko lini na kama tukipata shida tuna withdraw hiyo maziwa, lakini tunataka kukuhakikishia kwamba maziwa ya Kenya ni bora, ni safi na ni mzuri, na encourage watu waendelee kukunywa maziwa, wamekiwa kunywa maziwa yenye iko packet na iko process. Kama kuna mtu ako na shida atuambie, na mara moja tutachukua action kuangalia ni nini pia imeleta hiyo shida, labda ni chakula kingine. Kama ni maziwa tutaangalia pia kama hiyo ndio iko na shida, lakini tunataka kuhakikishia Kenya mzima na wenyenchi kuwa maziwa yetu iko bora na tunaiangalia kwa makini. pia nimemtafuta mtaalam wa wanyama kutoka Tanzania kutuelezea zaidi kuhusu zao hili linalotokana na mnyama ng'ombe. Nini kinaendelea kwa sasa? Ni kwamba bidhaa hiyo iko na shida, tukiweka kando mambo ya lactose resistant, lakini kumekuwa na lalama zingine kwamba maziwa ya sasa, usalama wake hakuna uhakika kiukweli. Kumekuwa na kulegalega, nadhani katika katika karibu bara zima la Afrika kwenye ufuatiliaji wa wa uzalishaji wa maziwa. Kwa kawaida, uzalishaji unatakiwa uanze kufuatiliwa kutoka kwa mnyama anayezalishwa, lakini pia kwenye yale maziwa yakishazalishwa, katika zile hatua za kuyachakata, wanataaluma pia, wavetenari huwa wanakuwepo, pamoja na wanataaluma wengine wa kuna kitu wanasema nini ni kwa kimombo wanaita contamination, ambapo unakuta maziwa mara nyingi yanakuwa yame yamekutana na vimelea kama salmonella au ikolai ambavyo ni, ni, ni, ni, ni matokeo tu ya zile ile michakato wakati wa kuchakata maziwa. Vimelea ambavyo huwa vinakuwa kwenye kama vinyesi vya, vya wanyama na kitu ambacho ni cha kawaida, lakini katika u kuprocess kule, kuna hatua ambazo huwa zinasaidia kupunguza vimelea hivyo kwao. Kama ile kazi ikiwa imefanyika kwa ufasaha na usahihi kabisa, huwa inasaidia eh, kuongeza kwanza ile tunaita muda wa maziwa kukaa kwenye shelf au wanasema wa ni shelf life kwa kimombo. Kwa hiyo kama zile hatua hazikufanyika barabara, na kama wakaguzi hawakufanya kazi yao kwa umakini, ndio unakuta haya yanakuwa yanajitokeza, na maziwa yanakuwa hayawezi kukaa kwa ule muda ambao ulikuwa umependekezwa, yanapokwendwa kuwekwa kwenye, kwenye shelf. Lakini pia wakati mwingine uhifadhi nao inaweza ikawa changamoto. Kwa hiyo wale wakaguzi wakipita na kufanya uh, kaguzi zao inavyopashwa, mara nyingi watabaini. Inapotokea tatizo lolote kama hilo, ni rahisi sana kubaini kwamba, eh, chanzo ni nini, kwa sababu ukichukua yale maziwa ukienda kupima yatakuonyesha tatizo lilikuwa wapi. Je, tatizo lilikuwa kwenye mfumo? Na bahati nzuri, eh, mifumo ya kufuatilia kutoka kuz, eh, kwa mzalishaji kiwandani mpaka kwa mlaji ipo na inafahamika hivi. Basi kwa nini lalama ambazo uh, tunazipata kwa sasa ni maziwa ambayo yanayoitwa long live ambayo upitisho kwenye michakato ambayo inastahili kuwa, inaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Tatizo hapa nadhani inawezekana ikawa ni either ni mchakato ile pros, pro, ile processing, lakini pia inawezekana tu ni yale maziwa kutoka kwenye chanzo chake. Ni, ni, ni, ni kwa wataalamu sasa kukaa na kuanza kuangalia kutoka kwenye uzalishaji mpaka hapa kwa inapofika kwenye e, sehemu ya distribution ya usambazaji. Nafikiri kuna haja ya kuipitia hiyo mifumo yote na kujua kwamba tatizo liko wapi, na tatizo litaanza kujulikana tu hata kwa kujua ni aina gani ya vimelea vilivyosababisha mpaka e, ile maziwa yashindo kukaa kwenye e, shelf kwa ule muda ambao ulikuwa umetarajiwa. Wakishafanya pale, ambapo kazi kubwa huwa inakuwa ni kuotesha wale vimelea, wakishaotesha aina ya vile vimelea, wakivipata aina ya vimelea, watajua tatizo limeanzia wapi, aidha limeanzia uh, uh, kiwandani au limeanzia shambani, au pia inawezekana ni maziwa ambayo yameingia sokoni lakini E, di, ni, tunasema, ni counterfeit product product, inawezekana tu ni maziwa, si yale ambayo yamepitia kwenye mchakato halisi, isipokuwa kuna watu wengine wasiokuwa na nia njema, labda wamemimiki kwa kuona labda aina ya product ina soko sana, wakaingiza sokoni na kwa kutokufuata zile hatua ambazo zinatakana zina. Kwa hiyo hilo nadhani ni muhimu kwa mamlaka kuanza kuona mazao yanayolalamikiwa kwa kwetu hapa Tanzania ni kitu ambacho mara nyingi lawama kama hizo zikishatoka tu, haraka sana, kwanza ile product hutolewa sokoni, na ikishatolewa sokoni, ufuatiliaji huanza mara moja na majibu hutolewa kwa umma. Nafikiri ni mchakato kama huo ukifanyika, basi utakuwa na msaada mkubwa sana kwa walaji. Baada ya kuwasikiliza wataalamu hao, tunatia kikomo makala ya siha njema. Kumbuka, usalama wako, afya yako i mkononi mwako. Kuwa makini unaponunua maziwa yako, namna ambavyo unahifadhi, na ukiwa na shaka, mamlaka zipo tayari kufanyia kazi malalamishi yako. Mimi ni Carol Korir, kwa heri.